Nyekacha kadogo yako msisau kulaiki kushare na kusubscribe e. Leo napinda kuonyesha mchezo huu hapa kwamba huyu kaanza meja, mpinzani anakata hiki kiboko cha pembeni hapa. Kuna, kuna hii hapa ambayo ninaweza nikaonyesha katika masomo yanayokuja. Leo napenda kuonyesha hii hapa kwamba mtu anapokata njoo na meja hapa. Yeye akija tena meja, mshike hapa, akija tena hapa, chukua iweka juu. Sasa hapa ah, huyu anaweza akastua mapema, au anaweza akashika hii mwingine nashika hii, hizo zote utaziangalia. Kwa mtu ambaye anastua hapa mapema, ndo sahihi ambayo unapaki hapa, anakula unakula huko, anastua hapo, wote unavichanganya. Anapokula unachukua tena unaweka hapa, kila unakula, akipiga hapa hizi mbili zina kitu, itakuwa rahisi tu sana kwa hapo. walio wengi huwa wana anatoka na meja anabaki anacheza, hiyo unajiunga hapa, anaondoa hiyo unaikata. Akistua huko unachanganya hapa, ili ni goli. Anastua hapa na yu, hapo sipokee, ukipokea ngumu kwako, kwa sababu atapokula hapa atakuzuia stua nakushikia hapa tali, unakuwa unautata. Ukiweka huku, nenda hapa, akila nenda tena, tabidi pige piga hapa, akila kula nenda, nastua pige hapa, kula kula

Hmm. Turudi mpaka hapa hapa turudi mpaka hapa ambako nashika hapa, hapa. Unashika hapa kwa mtu ambaye anashika hii, unakuja na hii ili akistua hapa ujemeja akira ule mbili, unaanza kukata hapa. Akija hapa hapa, nakata tena hapa, akistua unabana Akija unasogea hapa, akishuka unaenda hapa, akizuia unatupa, unapiga. Kwa hiyo hata akienda hapa hawezi kufanikiwa kufika na kufika, utakuwa ule meja natakndapo unaamia wa. naisha kila hivi. Hizo ni baadhi ya stepu katika huu mchezo wa kiboko juu. Ehe, turudi mpaka hapa ambako tumesimama na mchezaji wangu, akienda hapa, tumesema step back nzuri. Akistua hapa na tumeangana na mchezaji huyu, kuna mwingine sasa, anaweka hii, anaweka hiyo, anamshikia hapa. Akicheza hapo anaenda juu kama ataingia ndani, unamkamata hapa tayari kwa step nyingi umezishika. Akitoka unaweza kumpigia pressing. Haya, anafanya yote ndio huko na mstua hii hawezi kucheza, utatumbua tatema, utatumbua. Kwa hiyo akitema cha kujua mbele hapa ni kosa zaidi, na akistua na bana bado mbele, aji kuna tatu. Akicheza hii unapaki juu za nyuma zote azishike, matumbua hapa hapa, pia utatumbua huku pia, hawezi kupiga, utajiacha baolake litaisha kwa hapa step yake hapa ni kuondoa hii ambayo nampiga h hapo hapo. Ukishampiga hapo, na maana hii ya chezi, hii ya chezi utatumbua hii ya kati utatumbua, huku. Hii ya kwa chezi atajiachia hapa kwekula, hii akibana, njoo hapa kwa huku, akiwasi utamtumbua nakisema ateme ndo wale utatupa utakinga kwa hiyo yote nakuwa na mazingira mabovu nakisema ndo hapo utamzungusha hapa utakula hata hataweza kula huku utabidi ale huku na mtupa unaenda papa hata akienda unaenda akienda kwa juu unatupa unakula akienda kwa ndani unatupa unakula akienda hapo unasitiwa hiyo iha nashika mari lakini ndipo anakula kusema ndio anakamata, ndio anakamata huko. Bali umesha kirahisi kabisa. <coughs> Kwa hizo ndio aina ambazo nataka kuzionyesha katika mchezo unaokuja. Nitaonyesha ile aina nyingine ya ile aina nyingine ya kwanza hapa na, na na mabano, yani baada ya kupigwa hapa boko hiki nitaonyesha hii ya kwanza hapa na mabano, na yenyewe namna zake za kutembea.